Kwa niaba kwa niaba ya chama pale ambapo mambo yanakuwa yamezidi, lakini ukweli kwamba jambo kama hili taw wenyezi litole maelekezo, lakini kwa sababu unaona uvumi ukikua sana, hadha hii, tarehe 29, jengo hili ni jipya kabisa, tumehamia mwezi wa tatu na baada ya kujenga kwa gharama kubwa sana, lakini tarehe 29 kwa ispoil, sasa sisi baada hela zinakaa kwa katibu wa chama wa wilaya, wa chama wa wilaya, alikuwa ayupo likizo kwa ugonjwa, alikuwa mkaimu katibu wa chama wa wilaya, sisi wengine tulikuwa tupo kabisa ofisi, ofisi. tulikuwa sehemu tuka sehemu nyingine tunatembelea vituo, tukaambiwa kwamba kuna vurugu zimekuja, hatuweza atuweza kusogea kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya, lakini baada baada ya ya kufika kisi, siku mbili usiku tukapewa salamu kwamba jengo limeshika moto, limeteketea. Kwa kila mtu alikuwa anaokoa uhai wake, kwamba kuja kuangalia kuna nini ni kwa kidogo ni ngumu, lakini baada ya siku mbili tatu, tukamuuliza katibu kwamba tupe tathmini ya jengo lilivungua, akasema kila kitu kimeungua, na kama unavyoona hapo, unaona jengo lenyewe kila kitu kile kimeungua. Na kama unavyoona, tukamuuliza hela za makala, hela zilizokuja, sababu zilikuja sana, na kama na dakika 20, akasema sikuweza kuzigawa na kuweza kuzitoa kwenye ofisi ya katibu wa wilaya, hela zimeungua. Ndio maana nikatoa tahadhari kwamba hela zimeungua, lakini namshukuru Mungu namshukuru Mungu sana, kupitia wadau ambao wananiamini mwenyekiti wao, kupitia wadau ambao wananipenda mwenyekiti wao, tukasema tumalize swala hili la mawakala. Hivi ninapoongea mimi na wewe, mawakala wanapelekewa hela kujijini kwenda kupewa hela zao. Kwa swala la mawakala, sasa hivi tumemaliza lakini swala kwamba hela zimeibiwa, hazijaibiwa liko mikononi mwa polisi, kwa sababu tumeripoti polisi. Ndio polisi watachunguza watatuambia kama hela zimeungua kweli au zilitoka. Vyombo vya usalama vipo vinafunguzwa hela ambazo sisi, mimi nilikuwepo wakati zinaletwa, nilishuhudia wakati anapewa katibu wa kaimu katibu wa chama wilaya ni milioni 13, laki tatu na elfu hamsini, ambayo katibu amesema zimeungua. Lakini sasa, kutokana na mazingira, mtu ikwambia zimeungua, naona kama kweli zimeungua lakini kwa sababu ile jambo limefikia polisi, tutasubiri majibu ya wa polisi, atuambie kwamba wamefanya uchunguzi wao, zimeungua milioni kumi na tatu laki tatu na hamsini. Lakini nashukuru Mungu hiyo milioni kumi na tatu laki tatu na hamsini leo hii nimeipata na tumewapa wakagawe kwa mawakala kama walivyokusudiwa wakati jambo letu linaendelea kuchunguzwa. Ni, wa, wa, wa, wa ni wakala wa ya, wa CCM sio wa wa wa serikali, ni mawakala wa CCM ambao sisi kila chama kinapeleka wakala mmoja mmoja kwenye kituo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwa wanalinda wanaakikisha shughuli zote zinaenda sawa sawa. Kwa hiyo ni wakala wa CCM sio mawakala wa serikali. Yaani ninaposema jengo letu sisi ni total loss kama unavyoiona hapa sasa hivi. Unaona, bwana, kila kitu kimeungua. Ofisini kwangu pale kulikuwa na fanicha za kifahari, nafikiri mliye kuziona. Mimi hata kuingia si kuingia. Nilikuwa na vitu vyangu na mimi kule, kulikuwa na hela zangu mimi binafsi. Nilikuwa naweka kwenye kabati kangu pale. Kwa hiyo zimeungua hizo zungumziko, sababu unajua ni bahati mbaya. Kwa mafanicha yote yameungua, maspika kama lilivyo, hawajajua, hawajatujibu bado, lakini narudia tena. Na mimi kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi nimeanza mambo mengine ya kuomba wadau waweze kutusaidia mbalimbali lakini hiyo hatutaki hela, tunataka material. Kwa hiyo chukua nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali, kama ilivyokuwa mwanzo, ikilijengwa likujengwa na chama chama, ilichangia kila kidogo sana, wadau walichangia na nyingi zaidi, kuomba kwa kupitia adha hii, tuwaombe wadau watusaidie turudishe jengo letu la ile ambalo lilikuwa na heshima. Hakuna jengo zuri mkoa mzima wa Mbeya kama hili, lakini wameamua kuturudisha nyuma. Mimi na uchungu sana hili kitu lakini Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News